Tumealikwa kwenye tamasha hili la kidini na tumepata fursa ya kueleza mambo mbalimbali mbali, ikiwemo kueleza mambo ambayo serikali inafanya katika kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa ni nguvu chanya, lakini pia chachu ya maendeleo katika jamii yetu. Mambo makubwa ambayo tumeyazungumza, moja ni kuomba na kuwasihi vijana wetu wajitambue, waweze kutimiza wajibu wao katika kupambana na changamoto mbalimbali zilizopo mbali, ndio serikali na wadau mbalimbali tumeweka fursa mbalimbali za uwezeshaji vijana, ikiwemo mitaji ya riba nafuu, masharti nafuu, ikiwemo fursa za masoko na fursa zingine nyingi tu, lakini ni wao kuzichangamkia hizo fursa. Lakini la pili, vijana kama nguvu ya taifa, kama fahari ya taifa, wanalo jukumu la kuhakikisha kwamba tunaendelea kama taifa kuwa taifa la amani, la ulinzi, ambalo lina ulinzi, lenye utulivu ambao utatuwezesha sasa kuendelea kufanya shughuli zetu vizuri, kama ni biashara, kama ni kilimo, tufanye shughuli zetu kwa amani, kwa utulivu, lakini hususan ni mwaka huu, kwa sababu mwaka huu ni maalum kabisa kwa nchi yetu, mwaka wa kihistoria, ni mwaka wa uchaguzi. Kwao tumeomba na kuwasihi vijana wao kama raia watumize wajibu wao wa kiraia na kushiriki kikamilifu katika michakato ya uchaguzi. Kwao kimsingi, eh, hayo ndiyo ambayo eh, tumeweza kuzungumza na vijana.